Meneja wa Wakala wa Maabara ya Veterinari Tanzania Kanda ya Kati, Japheti Nkangaga anatuambia lengo la kuja mkoani Singida. Lengo ni kuja kutoa elimu juu ya matumizi bora au matumizi sahihi ya chanjo zetu za mdondo. Chanjo zetu ziko katika package tofauti. Kwa hiyo, matumizi hayo yanaanzia jinsi unavyozipokea, unavyozitunza katika ubaridi ili ziweze ku, ku, kutunza ule u, ubora wake. Lakini vilevile tunaangalia, tunawafundisha elimu pia namna ya kufungua ile chupa ili kuhakikisha kwamba chanjo kama imeandikwa dozi mia moja, basi iweze kutumia dozi mia, kwa sababu utakapotoboa lile tundu likawa kubwa, ina maana matone yanatoka makubwa na hautafikia ile dozi mia moja. Lakini vile vilevile baada ya matumizi sasa, baada ya kuwa umefungua unaitumiaje, ni kuhakikisha kwamba kuku mmoja anachanjwa tone moja. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba kuku moja tone moja kwa lakini anatakiwa tena achanjwe baada ya miezi mitatu, na hiyo inaendelea kurudia kwa mwaka mzima mpaka pale kuku atakavyobadilishwa kwa matumizi ya binadamu. Wahusika ambao wametembelewa madukani mwao walikuwa na haya ya kueleza. Chanjo ya kidonge ya Newcastle, tunaomba zikipatikana kutoka TVLA itakuwa ni nzuri zaidi, na tupate pia chanjo ya gomboro, chanjo ya ndui ili tuwe tuna uhakika kwamba tunapotoa chanjo tunatoa chanjo katika sehemu kwenye sosi ambayo ni sahihi, tofauti na kuchukua chanjo maybe kwa watu tofauti. Inawezekana labda kwenye maduka la mtu fulani una uhakika na sosi yake, in case ikileta changamoto kwa mtumiaji inaleta shida kwao. Tunaomba TVLA watusaidie, wapambane hizo chanjo zipatikane. Naomba labda kama ni kujenga, ni upatikanaji wa baadhi ya chanjo kama labda ni za kuku ambazo yes, yes unakuta zinasambazwa na mwakala kwa wakati mwingine ambao ni tofauti na TVLA eh, ili kurahisisha upatikanaji tupate kwa mamlaka ambayo inakuwa ipo valid kwetu sisi urahisi, pia kuepusha pia upatikanaji wa chanjo ambazo ni feki, na sisi tuhudumia wakulima au wafugaji kwa ufanisi zaidi. Asanteni sana TVLA wamefika eh, hapa wametoa elimu bora juu ya matumizi sahihi ya chanjo, na sisi kama wadau tutazidi kuwaelimisha watenya wetu juu ya matumizi sahihi ya chanjo ambayo inasambazwa na TVLA. Ninawashauri pia watunze vizuri kwa sababu kuna mwingine anatamani kuuza chanjo lakini hana fridge. Ananua deli anaweka. Kwa hiyo mimi naona nawashauri wenzangu pia ambao wanatamani kufanya biashara kama hii ya kuuza chanjo wajaribu kununua jokofu hata kadogo kwa ajili ya kuzihifadhi vizuri.